Anagombea nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma na Mheshimiwa Franz Fredi Sikanyika anagombea nafasi ya makamu mwenyekiti. Kwa hiyo, naomba kwanza nimkaribishe mwenyekiti kugombea nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma ili aweze kujieleza pamoja na kuomba kura. Kazi na utu. Asante sana kwa nafasi hii niliyopewa ya kujinadi. Kwanza kwa jina, naitwa Salum Jumaa Kiambi, ni mheshimiwa diwani, natokea kata ya Mpande. Niko mbele yenu hapa, naomba nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Ndugu zangu, viongozi wenzangu, niko mbele yenu na aidi tutafanya kazi kwa ushirikiano kwa maslahi ya halmashauri yetu, kwa kushirikiana mimi na nyinyi pamoja na wananchi wa mji wa Tunduma. Hivyo niwaombe muweze kuniamini, kunipa nafasi hii, kunipigia kura za ndio za kutosha, ili niweze kuiongoza halmashauri ya mji wa Tunduma kama mwenyekiti wa mji wa Tunduma kwa kushirikiana na nyinyi. Ahadi yangu kwenu ni kutumikia kwa haki, kama tulivyokula kiapo au kama nilivyokula kiapo. Naombeni muweze kuniamini na kunipa nafasi hii. Tutafanya kazi kwa ushirikiano kwa maslahi ya halmashauri yetu ya mji wa Tunduma na wananchi wetu wa mji wa Tunduma, kuleta maendeleo yenye tija, kusimamia miradi, kupeleka miradi katika kata zetu na kuweza kuisimamia miradi iwe na tija na iwe na thamani ya fedha. Hivyo nawaombeni sana, nawaombeni sana, nawaombeni sana kura za ndio. Asanteni. Kama kuna mtu na swali naomba nikaribishwe kwa ajili ya maswali. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifiwe Yesu Kristo. Ndugu yangu mgombea, nina imani kubwa kwamba umepikika, umepikwa na ndio maana umechukua nafasi ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri jambo la kwanza nikupongeze wala sina doubt kwenye jambo hilo, najua na unatosha kabisa kutuongoza, lakini nina swali dogo tu. Halmashauri ya mji wa Tunduma imepanda viwango kwa namna mbalimbali, ishirini 2015 tulikuwa tunachukua makusanyo ya bilioni nne ishirini ishirini tukachukua makusanyo mpaka ishirini na tatu nukta nane lakini ishirini, ishirini na tano, ishirini na sita tunakwenda kuchukua bilioni 20 kuendelea. Sisi madiwani tuwafanya kazi kubwa kama tulivyo hapa, weledi na maadili yametimia na tumetukuka. Kama mimi ni diwani wa miaka 15 sasa, nataka nikuulize, halmashauri zingine posho ya awa sisiti sisi madiwani tumekuwa tukinyanyaswa, tunachukua laki na arobaini. Ukikopea na Momba na Ileje, wao wanachukua kiasi kikubwa kuliko sisi. Ukiwa mwenyekiti wa halmashauri kuhakikisha hatuingii kwenye rushwa, utatusaidiaje ili kupandisha posho wa hawasi? Lakini jambo lingine, sisi ndio kata ya wajanja Tunduma, hatuendi semina, mambo mengi hatusumbuki kuwa sawasawa sawa na boda hii ambayo ni town, ambao sasa hivi tunaingia kwenye halmashauri na kuingia kwenye manispaa ambazo tumeshaongea kwenye zipo sasa hivi, tufike huko tuwe na uwezo wa kwenda kujiridhisha, kujifunza kwa walioendelea wa. Unanihakishiaje kama ukiwa mwenyekiti wa halmashauri hilo jambo utaliweka? Lakini jambo la mwisho, serikali za mitaa kwa maana ya wenyeviti hawana posho, hawana kitu chote, huku wakiwa wanatupigania vya kutosha huko kwa wananchi. Je, kupitia bilioni ishirini, sasa utakuwa ni wakati na wenyeviti wetu watapata posho yoyote, utaiawishi halmashauri kwa maana ya mkurugenzi na watumishi kwamba tuwe na posho ya hawa watu? Baada ya kusema hiyo, ofisi zetu za mitaa hatuna kwenye maeneo mengi, ili kuepusha hili jinamizi la chama cha Mapinduzi, ambacho ni chama nguli, ambacho na mimi natokea, kwamba tuwe kwenye ofisi za kupanga, utatusaidiaje? Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, naomba kuwasilisha. Pongezi, umesema una imani na mimi, tu mimi. Swali la kwanza lilikuwa linahusu posho, kwa maana zile za vikao, mimi ninachofahamu posho zote katika taifa hili ziko kwa mujibu wa kanuni za miji, wilaya, manispaa na majiji. Miji ina posho zake kulingana na mazingira, wilaya ina posho zake kulingana na mazingira, majiji na manispaa. Niseme tu kwamba kwa sababu nitakuwa ni mjumbe wa arati, tutakwenda kutengeneza hoja za kupandisha posho za vikao za miji ambayo sisi tupo. Kama kuna wengine nao watajenga hoja hizo kwenye wilaya na sehemu zingine, na wao tutawasapoti. Lengo letu sisi majiwani, e, stahiki zetu za vikao ziwe zinaendana na mazingira. Lakini jambo lingine ilikuwa ni swala la pili ambalo linahusiana na ziara. Bahati nzuri nimekuwa diwani kwa miaka mitano iliyopita na wakati tunatoka nilikuwa mjumbe ambaye nimetengeneza bajeti na tumetenga bajeti kwa ajili ya ziara za kwenda kujifunza 25 26. Ni sisi madiwani sasa, tumesha kula kiapo, tukae kwenye vikao vyetu, tukubaliane sasa tunakwenda kujifunza lini, na kwa sababu tuko wa zamani na wapya, natumai kabisa tutapata ziara ya kwenda kujifunza mapema iwezekanavyo, ili tutekeleze majukumu yetu kama tulivyokula kiapo, na mimi nitaongoza jambo hilo, tupate ziara ya mafunzo mapema zaidi. Lakini swali la tatu lilikuwa linahusu wenye viti wa mitaa. Natambua uwepo wao, tunatengeneza mambo mengi kwenye ODC zetu, sisi kama wenye viti wa ODC, na wao ndo wajumbe wetu sisi madiwani. Na bahati nzuri mimi nafika kwenye udiwani nilianzia wenye kiti wa mitaa. Kwa hiyo wenye viti wa mitaa ni wenzangu na mimi, na huwa najiita mwenyekiti wa mtaa, na nipo kwenye grupu lao. Tutakaa chini tutaangalia mimi pamoja na nyinyi madiwani ni namna na gani tunawawezesha wenye viti wetu, kwa sababu tunajua wanafanya kazi ngumu sana sehemu ambazo wanatokea katika mitaa yao. Kwa hiyo ondoa shaka, mheshimiwa mwenzangu, mimi na wewe na wenzetu tukae chini, tujadiliane kwa kufuata miongozo, kanuni na taratibu zilizowekwa, ili mradi wenzetu nao waweze kuonekana, wanatambulika na wanathaminiwa. Asanteni sana. Uweza kuteuliwa kufika kwenye mimbara hiyo ili uweze kuomba baraka kwetu sisi waheshimiwa madiwani. Uh, mheshimiwa mgombea, mimi nina swali moja, na umekiri wazi kwamba ulikuwa hapa toka ishirini. Ni kwamba toka tumetoka ishirini mpaka hii ishirini na tano kuna baadhi ya miradi haijaisha kelele zimekuwa nyingi huko mitaani. Nini mpango wako ukipata baraka hizi leo kuwa mwenyekiti wa halmashauri kwa ajili ya kuhakikisha miradi yote ambayo haijaisha kwa wakati iweze kuisha kwa wakati? Wanatunduma kwa ujumla, inawaahidi kwenda kuchapa kazi, lakini uchapakaji kazi usiwe wa maneno. Katika robo ya kwanza tutakwenda kupushi miradi ambayo tunaita miradi kichefuchefu. Tunatamani sana kuona kama stendi ya Chipaka inafanya kazi kwa asilimia mia moja kwa mazingira mazuri. Ni mradi ambao umetusumbua kwa muda mrefu, lakini tunao uwanja wa mpira pamoja na miradi mingine ambayo tunasema ni kichefuchefu. Kwa kushirikiana na madiwani wenzangu, tutatoka hapa kwa kasi ya ajabu na kwenda ili iweze kuleta tija kwa wananchi na kupunguza ukali wa gharama za maisha. Kwa hiyo ndugu zangu naombeni imani yenu tufanye kazi kwa pamoja kwa spidi kubwa na uzoefu tulio nao ili kuwatumikia wananchi wa mji wa Tunduma na kuweza kupunguza ukali wa maisha. Asante, mwenyekiti wa kikao hiki pamoja na katibu wako wa kikao hiki, lakini katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Momba, waheshimiwa madiwani wenzangu wa wote, mheshimiwa mbunge wetu wa viti maalum mkoa wetu wa Songwe, ulinzi na usalama wa wilaya yetu ya Momba, lakini pia ndugu zetu watumishi wenzetu wa halmashauri ya mji wa Tunduma pamoja na wananchi wote wa halmashauri ya mji wa Tunduma, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanakondoo ameshinda. Salamu aleikum. Niliyesimama hapa naitwa Francis Fredi Kanyika, awali nilikuwa ni diwani mteule wa chama cha mapinduzi, lakini leo ni mheshimiwa diwani wa kata ya Chiwezi. Nimesimama kwa unyenyekevu mkubwa kuwaomba waheshimiwa madiwani ili mnipigie kula za kishindo za ndio, ili niweze kuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma, ili niweze kumsaidia mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri ya mji wa Tunduma majukumu lakini pia kumshauri ili tuweze kwenda vizuri katika halmashauri yetu ya mji wa Tunduma. Tuna imani katika halmashauri ya mji wa Tunduma, tuna kata 15, kumi na tano, na zote kila diwani ametoa ahadi ya maendeleo kwenye kata yake. Kwa hiyo mimi nitamshauri sana mwenyekiti, keki itakayopatikana iwe ni ya mapato ya ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Tunduma lakini iwe ni ya serikali kuu, basi tutahakikisha kila kata inapata miradi ili diwani uwe na shauli vizuri sana lakini pia halmashauri ya mji wa wa Tunduma tutahakikisha tunapata huduma nzuri ya maendeleo kwenye kata yetu. Baada ya kusema haya, waheshimiwa madiwani wote, naomba kura za ndio ili niweze kuwa mwenyekiti makamu mwenyekiti wa halmashauri yetu ya mji wa Tunduma. Asanteni sana kwa kusikiliza na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana. Amepata kura ishirini kati ya kura ishirini zilizopigwa. Pili bali mtangaze Francis Freti wa Halmashauri yetu ya Mji wa Tunduma amepata kura 20 kati ya kura 20 zilizopigwa. Kwa hiyo katika zoezi letu la leo, hakuna kura iliyoharibika iyo